Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amabad. Watukufu wakiislamu, tuko katika kipindi chetu hiki katika kueleza na kuwataja watu saba ambao siku ya kiyama watafinikwa chini ya kivuli cha Mola Subhanahu wa Taala, siku ambayo hakuna jinsi ya kivuli chochote isipokuwa kivuli ni cha Allah Subhanahu wa Taala. Leo tumefikia kumtaja mtu wa tano ambaye siku ya kiyama na yeye insha allahu taala atafinikwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa Taala. Si rahisi, ndugu yangu wa Kiislamu, siku hiyo ngumu ambayo siku hiyo Mwenyezi Mungu amewakusanya alawalina wal akhirin. Si rahisi wewe ufike mbele ya Mola, kisha Allah Subhanahu wa ta'ala akuite, akufinike chini ya kivuli chake, ni lazima iwe umejipinda na katika hawa watu saba, na wewe iwe umeingia kihakika, kweli maisha yako yalikuwa ni maisha aliyoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, anayoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ukiingia na ukipata wewe daraja ya hawa watu saba, ikawa wewe umeingia katika mmoja ya watu hawa kihakikatan, basi utafaulu siku ya kiyama, utakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya twayazungumza ili mtu Muislamu aweze kuyaangalia mambo haya na kujipambana nayo, uwe ni kiongozi mwadilifu, uwe wewe katika uadilifu, uwe ni mwadilifu katika yale mambo saba yale, iwe utaingia moja, utajipambana nayo kwa hakika, siku ya kiyama utakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa taala. leo

Mtu wa tano rajulun, ni mtu ambaye kwamba ameitwa na mwanamke. Mwanamke amemuita kwa ajili ya haja yake, kumtekelezea ya haja yake, matamanio yake, atekeleze shahawa zake. Ameitwa yeye mwanamume na mwanamke, ili kwa ajili ya kwenda kutekeleza haja. Yule mtu barobaro, baro yule au mwanamme yule baada ya kuitwa faqala tena, mwanamke mwenyewe dhatu mansibin, mwanamke ambaye kwamba ana cheo, mwanamke ambaye kwamba ana uzuri dhatu mansibin wa jamali, ana uzuri mwanamke yule, ukimwangalia ni, ni mzuri. Ukimwangalia cheo chake, ana cheo cha juu, lakini mwanamme yule alipoitwa, njoo njoo utekeleze haja ambayo hiyo, ni fursatu dhahabia, kwa wengine watasema ni nafasi hiyo, nafasi ambayo kwamba la tatakarrar, hairejei mara ya pili. Sasa mwanamke mwenye cheo, tajiri, malkia, mwanamke ana cheo, si cheo tu, wa jamali, na ukiuangalia ana uzuri katika kila sehemu Allah amemuumba ni mzuri, mwanamke yule. Lakini mwanamke huyo alipokuita akakwambia, njoo na kupenda, njoo tufanye kitendo, wewe baada ya kukuita ukamwambia, inni akhafu llaha, ukasema inni akhafu llaha, na muogopa Mwenyezi Mungu mimi, ukaachana na jambo lile kwa hakika wewe ulikuwa kwenye jihadi, utakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, kwa sababu hiyo ni jihadi. Wewe angalia, mwanamke mwenye cheo mzuri, amekusanya uzuri, alafu wakuite, na ulimwengu ulivyoharibika, na hizo nafasi watu wazitafuta. Kwanza, ada ya mwanamume, dasturi ya mwanamume, yeye ndio humtafuta mwanamke akamtafuta mwanamke na akampa maneno matamu, hata ya urongo, kutia urongo, ili mradi yule mwanamke akubali, yule mwanamume atekeleze haja zake. Hii ndio dasturi inayofahamika kwamba mwanamume yeye ndio mwenye kumtafuta mwanamke. Lakini leo imetokea sasa nafasi, nafasi ya adhimu imetokea, ile nafasi mwanamke ambaye ana cheo chake ana mali zake ana, ana ana ana dhatu mansibin, ana cheo wajamali, mwanamke mwenye uzuri. Leo mwanamke yule akuita wewe, njoo tena kwenye nyumba yake, akwambia njoo bana, tufanye ya kufanya. Sasa kwa mtu mwingine haswa kwa ulimwengu wetu huu wa sasa tunaozungumzia ulimwengu mchafu huno, mtu atasema alhamdulillah, mtu atasema, e, ili ni zare zare la mental ili. Mtu ataona kwamba ni zare hili, atasema ah, hii nafasi siwezi kuipoteza. Nikipoteza itakuwa mimi ni mjinga. Mtu ataenda ataenda kufanya kufanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepata amepata mwenyewe, ajiona amepata dhahabu. nimeitwa na mwanamke mzuri mwenye cheo na hadhi yake, ameniita alafu nkatae la, la, la, la, la. siwezi kukataa. Lakini ndugu yangu Muislamu, unapokuwa wewe utayafanya hayo, uende ukayafanye machafu, jua siku ya Kiama utakosa kivuli cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada yake utakuwa katika shida na madhiki na makero, lakini ukisema inni akhafullah, kama namna Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alilelewa katika nyumba ya kifalme, mfalme yule maliku Misr, mfalme wa Misri, ambaye alimnunua Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf akalelewa katika nyumba ya kifalme lakini ilikuwa nabi Yusuf kad utiya kad utiya shataran min alhusni, amepewa nabi Yusuf kipande kutokana na uzuri. Alikuwa ni mzuri nabi Yusuf sana tena. Lakini nabi Yusufu huyo baada ya kulelewa mpaka kubalighi na uzuri wake, watu wakiuona yule mama Zulekha maarufa akaja akaangukia penzi lake kumpenda nabii Yusuf. Wakati mama Zulekha alikuwa ni malkia, alikuwa ni, imam, ni, ni, ni nana mume wake ni mfalme, na yeye mwenyewe alikuwa ni malkia. Na mama Zulekha akampenda mtumwa, akampenda mtumishi, ambao wakati huo nabii Yusuf alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtumishi, akampenda na mtumishi baada ya kutokea iliyotokea, mama Zuleha akamchukua Nabi Yusuf akampeleka katika ninino chumba chake, kisha alikuwa na ashajipamba vizuri, akamwambia Nabi Yusuf hapo, ashajitengeneza kujitengeneza unakokujua wewe kwa uzuri kabisa, yani akamaliza kama vipodozi, akamaliza vipodozi vyote, akajitengeneza kujitengeneza, kisha akamgeukia Nabi Yusuf akamwambia, haitalak, njoo sasa. Yani, aende Nabi Yusuf hufanya yakufanya wakati huo, Nabi Yusufu yuko yeye na mama Zulekha peke yake. Na mama Zulekha alikuwa ni mzuri katika hiyo dhatu mansibi wa jamali. Mama Zulekha alikuwa amekusanya hizo vitu, akamwita Nabi Yusuf, akamwambia haitalak, njoo, tayari nshajiandaa mimi, njoo tufanye ya kufanya. Angalia Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam, maneno aliyomwambia mama Zulekha alimwambia. Uh, baada ya kuambiwa hai talak, alisema maadha llah maadha llah, yani najilinda kwa Allah subhanahu wataala. Nabi Yusuf akajilinda kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, na kwa kuwa alijilinda kwa Mwenyezi Mungu, akasema inni akhafu llah maadha allah akajilinda kwa Mwenyezi Mungu. Naam, Mwenyezi Mungu alimlinda akawa Nabii Yusuf kila akikimbia ile milango yafunguka wenyewe. Na ndo siku zote ukijilinda kwa Mwenyezi Mungu kutoka manana machafu, Allah atakulinda. Angalia yule barobaro aliyekuwa katika zama za Bani Israil, aliyekuwa akiuza samaki, barobaro yuuza samaki, akapita nyumba, akapita mbele ya nyumba ya mama wa kifalme Malkia, akapita Mama akamtuma mfanyikazi wake. Yule kijana namtaka. Siku zote namuona akipita hapa akiuza samaki na mimi nimempenda namtaka. Yule kijana akaitwa na mfanyikazi, akaingizwa mpaka ndani, mfanyikazi ashapewa maagizo yote, akafunga milango mfanyikazi. Yule mama akamwambia, mimi sikuja siku kuita wewe hapa kwa ajili nawataka sana hawa samaki. La. Mimi nilikuwa nina malengo yangu. Nimekuita na nimekupenda, na utapata kila kitu, sijali. Utapata kila kitu, lakini utekeleze haja yangu. Mimi nimekupenda, nataka utekeleze haja yangu. Kijana yule akafikiria, mimi kweli ni wa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kijana alikuwa ni taqi, alikuwa ni mchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kijana alikataa, kila kikataa mama yuko naye, kila kikataa mama yuko naye Kijana kaambia, saa ngojea kwanza, nde chooni. Wakati amempa nafasi amempa ile ruhusa, anenda chooni, lakini bado mimi nakusubiri. Kijana akaenda huyo, akaenda akaenda, akapanda mpaka juu ya nyumba ghorofa. Juu ya nyumba, akapanda mpaka juu ya nyumba kijana ule, baada ya kupanda juu ya nyumba akajiachia, akajitupa. Yani, potelea mbali, hata kama maisha yangu mimi yatapotea nitakufa, wacha nife, lakini kuyafanya maasi yale, hata kama mwanamke ni wakitajiri ni wakifalme ni nini ni. Siwezi kuyafanya maasi. Kijana yule akajitupa kutoka juu huko alipojitupa. Kawaida wewe ukiyaepuka maasi, Allah subhana wa ta'ala huwa pamoja na wewe. Yule kijana wakati amejitupa Waenda chini, Mwenyezi Mungu haraka akatuma malaika. Wale malaika wakenda, wakamshika huku na huku, wakashuka naye mpaka chini. wakashuka naye mpaka chini. Kapu lake la samaki amelia chandani Hawe, hakuna namna tena ya kulipata ile kapu la samaki. Malaika wakampa kapu lengine la kutoka peponi huko, ambao ndani yake kuna samaki, lakini ni dhahabu tupu, au samaki aweza akauza kwa bei hata kwa dhahabu tu. Kijana yule akawaangalia wale, akamwambia mbona mimi samaki wangu hawako hapa? Akamwambia, hawa ni watu wa peponi, peponi, hey, peponi. nimebakishiwa mimi nimebakishiwa kitu gani? Ikiwa hawa samaki wao ha, ikiwa mumeniletea hizi dhahabu kutoka peponi, samaki wa dhahabu peponi, mume nimebakishia nini ta'ala zima ta kijana peponi k sitaki Allah na hawa pia warejesheni huko huko peponi. Mimi nataka nikawapate wote huko peponi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hukulinda fi dunya na siku ya kiyama utakapofika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtu watano ni rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Mtu aliyoitwa na mwanamke mzuri mwanamke mwenye cheo akakuita, na penginepo ukijiona wewe haukuelekea, lakini umependwa, umeitwa na mwanamke mzuri, umeitwa na mwanamke mwenye hadhi yake, keli utakataa. Lakini ukisema inni akhafullah, siku ya kiama utakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hakika ulimwengu umeharibika, ulimwengu umeharibika, vijana hayo maovu ndo wanayotafuta, hayo maovu na uzinifu ndo wanayotafuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijua, na ndio maana akatuambia, wala taqrabu zina. Mwenyezi Mungu akatuambia, msikurubie zina, wacha kutenda kile kitendo, kukifanya wala taqrabu zina, wala msikurubie zinaa. Kwa hiyo mwanamke atakavo kubwa vovote atakavyokuwa, lakini wewe fikiria kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, na wala usikurubie zina, wacha kufanya kile kitendo hata kukurubia pia ile zina. Mwenyezi Mungu akakukataza usikurubie zina. Kwa hiyo mwanamke awe atakavyokuwa, lakini wewe zingatia maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah ametuambia wala taqrabu zina, usikurubie zina, inahu kana fahishatan wasaa sabila wala taqrabu zina inahu kana fahishatan wasaa sabila. Zina si, si kitu kizuri, ni uchafu kabisa, msikurubie zina. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, vipi wewe utaitwa na mwanamke? Au vipi wewe utamfuata mwanamke kwa shahawa zako? Sasa hapa Mtume saaaa salam atuambia kwa sababu hakuna desturi ya mwanamke kumwita mwanamume, lakini ikitokea sasa mwanamke amekuita, na ikitokea mwanamke mwenyewe dhatu mansibi wa jamali, ikitokea ana sifa zote, kata mwambie mimi namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Kwa kuwa wewe utakuwa uko kwenye jihadi kubwa sana, siku ya kiyama utakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli ni cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, leo tumemzungumzia huyu mtu wa tano kwa ufupi insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu kwa haya machache atuwafikie kheri na atupe ilmu zenye manufaa. Mwenyezi Mungu atujalie fasaha. Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Haya tuliyozungumza inshallah taala, Mwenyezi Mungu ajalie atuongoze sisi na yaongoze umma kwa jumla. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.